Sisi mnatuona hivi hivi tu, mnaona tu ime jamaa michafu. Mimi nini? Oya, sasa jichanganye mwanangu, ndo unakuja kuona watoto tunamiliki hizi. Unajua, kwa sababu mimi nimeshapunguza matumizi, sisi tuliamua kupunguza matumizi. Si unajua, tuliamua tufanye kazi kwa wingi, afu hela tuiweke mahali. Si unaelewa? Baada muda fulani unajikusanyia maokoto, lakini bado tuko hivi hivi. Tuliamua tuachane na bata, tuachane na kila kitu, tunaendelea kuforce. Tuliamua kutoka majumbani kwetu kwa wazazi huko. Oya, mimi niko mbali na wazazi mwanangu, si unajua? Nimekuja huko kutafuta, kwa hiyo uweze kuniambia chochote mtoto Yaani uwezi kuniambia chochote, Kwa sababu sisi ndo mitoto ya Mungu, mitoto ya kula kwa jasho, mitoto ya kulala mbili ili kuamka mang'anyu. Oya, nilipolala jana sipo nilipoamkia leo. wewe utaniweza mimi? Unaniwezaje sasa? Unaniwezea wapi? Mimi nimeshashindikana. Mlipoandika usikojoe faini elfu hamsini, mimi nimekunya na sijazoa. Unaniweza wewe? Oya, kaa mbali na mimi. Mimi niliamua kutoka nyumbani nikajitafutie. Si unaelewa? Alafu kuna wewe bado unakaa kwa babako na kwa mamaako unakula vya babako nakula vya mama yako. Si unaelewa? Unapishana babako sebleni. Oya, upumbavu toka wadogo zako wa washibi, tumbo lishatanuka hilo blaza tu.